Baba wa mbinguni, chanzo cha nuru na amani, ninakuja mbele zako kwa moyo mnyenyekevu na ulio wazi. Wewe ndiwe kimbilio langu katikati ya dhoruba, mwamba wangu imara ninapokuwa dhaifu. Katika utulivu wa uwepo wako napata pumziko, katika upendo wako napata nguvu mpya. Nijaze, ee Bwana, kwa amani yako ipitayo akili zote, ili moyo wangu ubaki tulivu hata wakati wa majaribu. Bwana Yesu Kristo, Mfalme wa Amani na mchungaji wa nafsi yangu, kaa ndani yangu. Wakati huzuni au hofu zinajaribu kuiba furaha yangu, nikumbushe kuwa Wewe uko karibu nami. Nifundishe kufurahia si katika mambo ya dunia yanayopita, bali katika uwepo wako wa milele. Na furaha yangu iwe imekita mizizi ndani yako, thabiti kama mwamba, safi kama maji hai yanayofufua roho iliyokauka. Roho Mtakatifu, mfariji mpole na pumzi ya uzima, jaza kila sehemu ya utu wangu. Fanya upya mawazo yangu, takasa moyo wangu, na uniongoze katika njia ya neema. Mwagilia ndani yangu furaha ya mbinguni ambayo mateso hayawezi kuizima. Nifanye kuwa chombo cha amani yako na mtoa upendo wako, ili maisha yangu yawe kioo cha nuru ya Kristo kila siku. Baba mwaminifu, nakushukuru kwa upendo wako usiobadilika. Nizunguke kwa amani yako kuanzia asubuhi hadi jioni, na nijaze kwa furaha yako kutoka usiku hadi alfajiri mpya. Wakati nguvu zangu zinapofifia, nikumbushe kuwa neema yako inatosha. Maisha yangu yote yawe wimbo wa shukrani, sauti tulivu inayoinuka kwako, imejaa amani na furaha katika Roho wako Mtakatifu. Amina.